Muda huu tunaenda kutazama taarifa zilizobamba uh, katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Kuna mambo yanayoandikwa kupitia kurasa za michezo, na nikwambie tu kwamba kuna mambo ambayo yanazungumzwa, na katika hayo naamini leo Ali Bakari lazima atakuja na mambo yanayohusu uh, Simba <laughs> au, au wali itakuwa na dangani. <laughs> Yaani katika mambo ya jili weekend hii, yaani lazima aje nayo. Mambo yanaenda eh, eh. Sasa leo leo leo kama una mnyama rudi, afu uje tena, au wewe unasemaje? Aende afa rudi. Stori ya Simba ana. Sasa anayo ana. Namjua, namjua. Akiwa ana. Lazima anayo. Akiwa akiwa ana na na anatangaza yeye anafunga kipindi. Na yeye na akiwa nao msimtegee sasa. Karibu sana Ada. Msimtegee kwa kweli. Asante sana Edward Magaso. Kwanza umependeza. Anashukuru na wewe pia umependeza. Ya, aliyekuwa hapo ni utaratibu wako. Aliyekuvalisha hivi, kuvalisha hivi, unachaguliwa nguo au unachagua mwenyewe? Ya, ya, yote mawili w nachagua mwenyewe wakatumia nasaidiwa kuchagua kwamba kuchagua kwa leo utavaa hii. Hilo swali unaweza kumuuliza Michael Hiera, ukiamka ukiona ndio hiyo mbele yako. Ola sema ni wachache sana unajua, hayo mahusiano kuchaguliana nguo unaipenda <laughs> lakini lazima na mimi mwenyewe niwe nimeiridhia, ndo naofahamu zaidi mwili wangu unaniruhusu niendelee. Moja kwa moja Idi Nonga, nimefurahi kuungana nawe. Lakini Maiko yeye kocha sana, kwani kuna timu inatafuta kocha, kuna timu zinatafuta, zimeisha fukuza kuna timu inaakuna wengine wanatafuta hata na daktari. Sasa Michael siyupokawalishe panado. Uh, ea hey, hey, ah, uh, mm. <laughs> mitandao ya kijamii. Na kwenye tuone zilizobamba mitandao ni habari gani? uh, mm, Simba. na ni kweli kabisa tuwezi tukakosa habari ya Simba, kwa sababu Simba Sports imecheza jana katika mchezo ule ambao umemalizika ma kwa matokeo ya magoli mawili kwa moja. Sawa. Wameandika wenye Simba wanasema, tumeanguka kwa mara nyingine, lakini hatujakata tamaa e, kuyapambania malengo yetu e, tutarudi tukiwa imara. Halafu na mtu kaandika, anyway Simba nguvu moja, anyway Simba nguvu moja eh. Kuna mwingine anasema mtaani, nashindwa kujieleza wazee. Lakini huyu anasema Simba mwaka juzi alipigwa mechi mbili za mwanzo, kilichofuata Uh, kilifuata historia. Let's go, Mnyama ndo ile upango yeah, na kundi la Vipers alikuwa na kocha, turning point yao Simba ilikuwa dhidi ya sana hivyo la kiandamizi uh, Uganda. Alianza ugenini akamfunga Vipers akaja Dar es Salaam msimu huu irudie ni hapo kwa Esperance de Tunis kwamba wanze naye umpasue mechi nyingine pia ushinda, ili hizo alama sita ulizipoteza mwanzoni zifidie zaidi, afu naitafuta mechi moja hapa. Na nani wale, nani wale? Atabakiza mechi moja hapa na Stade Malien ataenda, yes. Ugenini kuchezidia petro ingine, ila hiyo picha ukiangalia vizuri, unaweza ukahisi Dimitar Pantev kavaa jezi Kocha alicheza. Eh, ni ufundi tu. yeah. mm -hmm. Tuende katika posti nyingine na kwenye, tuone bado tupo hapo kwa Simba, kuna andiko refu kidogo. Sababu pekee huyu ni Ahmed Ali, meneja yeah, wa habari na mawasiliano wa Simba Sports. Anasema sababu pekee macho hayakuwekwa kichogoni ni ili tusitumie muda mwingi kuangalia nyuma na badala yake tutumie muda mwingi, mwingi kuangalia mbele Tumepoteza mchezo wa pili wa hatua ya makundi inaumiza sana. Yatazungumzwa mengi na wapinzani wetu, watajifanya kutoa taarifa nyingi zenye lengo la kuchochea vurugu, lakini kila mwanasimba atambue tu haya ni mapito ya mpira na punde tunarejea kwenye ufalme wetu. Kujikwamua kwenye hali hii, hatuhitaji mfano kutoka sehemu nyingine, bali tunajiangalia sisi wenyewe. Miaka miwili iliyopita, tulipoteza mechi mbili za mwanzo za makundi, lakini tukasimama imara e, tukaenda robo fainali. Sisi ni timu kubwa, tunajua kudili na mapito haya na tunajua tuamkie wapi kwenda mbele. Poleni wanasimba, msikate wala msikatishwe tamaa. Hii ngoma bado mbichi na tunaimudu. Simba wetu hajafa, amejerukiwa, lakini bado yuko hai na ana uwezo wa kupambana. Sasa kuna komenti hii inaonekana kwa mbali kidogo, lakini ni Edo Kumwembe akasema kwa, kwa hiyo daima mbele, nyuma mwiko. Ukilisoma ukilisoma ile andiko vizuri, ni kama vile alitaka kusema daima mbele nyumanayedo Nyuma, amechukua eh, amechukua ile para ya kwanza, ile ya kwanza ambayo imempa, ile ya kwanza ambayo imempa e macho, kaka yako mbele hapo, yeah, mbele <laughs> eh, <laughs> kwa daima ni mbele mbele, huku achana <laughs> <Uwa> na <nako. laughs> maelezo mengi nikimwonaga Ahmed kaandika maelezo mengi, hata kama sijangalia mechi ya Simba, ujue kuna kitu anasaidia kuweka sana, kuna kitu anaweka vizuri. Watu wanafanya kazi ngumu baa Yes hii yes hii Young Africans wakati mambo yakiwa kidogo hayaeleweki yeah. kule Bamako yeah. Wao kwenye ukurasa wao wa Instagram waliweka posti wakasema, nyie mgeni kahudumia <laughs> kwa wivu mkubwa, alafu mbele hapo ni Muhamed Huseni e, tumezoea kumwita Shabalala yeah. a, ama Zimbu Junior mgeni <laughs> <laughs> eh, eh. Timu gani jana ilikuwa ugenini eh? Wenye walikuwa wageni juzi, lakini hii posti imewekwa jana, wakati uh, mambo yalivyoharibika upande okay, mwingine uh, sasa sijui kama uh, ilikuwa na wauswa au lakini, sawgund kahudumiwa kwa wivu mkubwa uh, timu ikiwa napata matokeo hatazikaa na chea, kwa fupi Hayo ni ya Yanga ya, tuende kwenye uh, posti nyingine na kwenye tuone, kuna habari gani? Huyu hapa naona ametumika sana Muhamed Huseni siju kwa uh, nini anatumika zaidi, anasema beki bora wa kushoto wa muda wote Tanzania, akatagiwa hapa Muhamed Huseni akiendelea uh, kuenjoi mfano uh, mafao yake Jangwani, mafao yake Jangwani hivi eh. Kwa hiyo kakubali ni hey. hey. <tip> hey. Beki bora lakini akienjoi mafao yake, maana yake yupo katika ustafu sasa, amestafu, ametundika daluga anakula mafao yake asindiva. Ha, ujue, ujue, ujue, ujue, ujue, ngumu sana upande mmoja kukubali mtu kutoka upande mwingine, hmm, mpaka pindi atakapokuwa upande wake, hmm. Ya, sasa ungemwambia tuambie kama ni beki bora kipindi kile, wewe ungekataa kumwambia beki bora ni boka <laughs> lakini ndo soka lilivyo <inaudible> eh, kwa hiyo chuma kinakula mafao eh, eh. chuma kinakula mafao mafao. Acha mwenyewe anasema, wakati anatoka kule alikuwa shamaliza ameenda kumalizia malizia chukua hela za Yanga Africans. Sasa Yanga anachukua hela wakati anaenjoy maisha na timu inapata matokeo mazuri, alafu alikokuacha No aleba, no aleba. <laughs> Ay, yes, hayo, ni alika twende katika posti nyingine na kwenye tuone eh, kuna habari huyu Jigidiara kuna mwandishi machazi Abel. Yeye anasema miongoni mm, mwa faida ambayo Young Africans inapata ni wachezaji wake kuwa mashabiki wa Young Africans, wanaongeza na wanachama pia. Eh, ni kuwa wanachama. Ni kweli, yes. Ni kweli, eh. Na hii posti tumiona hii hapa Jigidiara tumekuja nao, So proud of my team. Uh, akijivunia kikosi hicho cha Yanga. Ameweka picha kubwa akiwa na Yanga, nafikiri ni picha ile ambayo ilipatikana kule katika mchezo dhidi ya Adi Jacopa. Adi Jacopa akampa makopa, makopa ni mengi sana, makopa makopa Diara au timu nafikiri kwa Diara ndio sababu ndio ndo aliweka posti e, ila ameamua kutumia makopo ya, ya, ya kijani ambapo pia anawakilisha timu mm, okay. Kwa hivyo kwanza nafikiri ya makopo yanatuma na, ya ujumbe kwamba yeye ni shabiki wa timu gani? Mm, yeah. Lakini pia amekubali kile ambacho ame diara na, na kile ambacho anakifanya jigi Diara, kipa wa viwango, malikia wa mipasho huyu Afrika Mashariki au ni Afrika kabisa mambo ya taarabu hapo, labda Rashid. vizuri, vizuri. Vizuri aya, twende katika uh, posti nyingine. Hayo ni mambo ya, ya, ya, ya Yanga. Tumetoka hapo tumeenda sasa katika NBC Premier League ambayo mpaka jana imeendelea na leo pia tuna mchezo mmoja wa NBC Premier League mm. Sasa tuangalie JKT Tanzania baada ya kuchukua uh, alama tatu kutoka kwa Fountain Gate E, kwa kushinda magoli mawili wameandika, ni wanasema jaketi Tanzania yaifumua vibaya, <laughs> e, vibaya sana Fountain Gate nyumbani kwake. Hii jaketi Tanzania haichagui kwa kupigia. Jamani, tunaomba timu kalikali aisee, hii ilikuwa rahisi sana. tumerejea kileleni mwa msimu, na ni kweli wamerejea, na timu yoyote ambayo haijaongoza ligi, ligi kipindi hiki okay kipindi hiki. Iko na hali mbaya sana. Timu yote ambayo haijaongoza ligi kipindiki haitukuja uh, kwa kukaa kwenye historia kwamba tuwai kuongoza kidogo ligi yeah, kidogo ligi. Mbeya City kaongoza eh, mara ngapi anarudi? Mashujaa. JKT hii, yeah. yeah. yeah, na pamba ndo hapo. No, moja akishinda anamshusha mwenzake mwingine msimu wote, wote Hayo ni ya jeketi, kuna hongera hongereni wajenga nchi lakini chini huko kuna mtu anasema, au niwe tu shabiki yenu siswap mtibwa shuga <mtiguashuge laughs> na wenyewe baada ya kushinda magoli mawili kwa moja dhidi ya TRA katika dimba la Azam Complex Chamazi, wanasema mapato tumeyakusanya sisi leo wakaamua kujipa jukumu la kukusanya uh, mapato wao. Sasa, wao ndio wameenda kuchukua mapato kwa yeah. sema, yeah. sema hii TRA mimi kama mlipa kodi inaniumiza. Mechi ya pili inaniumiza yani mm. napambana kuilipia kodi, kodi. ifanye vizuri kila mm. kila, yeah. kila nikiangalia inachokifanya yeah. <laughs> Ina, unazimika unawaka mm. ndo wao sasa wajomba lakini Mtibwa alistahili kupata matokeo ujue, mm. timu yaute ukikutana nayo kama imedhofu mm. we itandike tu, itaenda mm. kujifunza huko mbele <laughs> piga tu <laughs> wewe itandike tu yeah. wafu, ukombele, alafu wakafukuzane huko mbele, afu ni na alama zenu tatu Sawa, yesi, hayo ya mtibosho ya, ya tumalizie kabisa na mwisho kabisa tumalizie bwana, hii picha imekuwa hi ikileta shida kidogo mm. <laughs> Uh, mtandaoni tumeona uh, ni kheri tuje nayo yaani hii picha unajua hata ikipostiwa tu bila caption, kwanza alipiga hii picha Nani? Ndo <laughs> tunamtafuta eh, eh, eh, hili swali kiukweli tuna tunampa ndugu yetu Ali Shaaba Kamwe atusaidie tu kujua hii picha ilitoa wapi? Unajua, hii picha kuna caption moja niliona jamaa anasema, ile picha alikawa na nikera hii picha kiukweli bwana. Hii ndio ile picha, ukiona unasikia jasusi. Yes, yes, yes, yes, yes. Okay. Ukiona <laughs> okay. tu jasusi wewe. <laughs> unajua <laughs> kama sio shabiki wa Yanga ni kheri. Jasusi wetu kaniambia huko ndani ya pakaliki piana maneno siku <laughs> <laughs> <laughs> mbili mbele unakuta kuna jambo linatokea sasa, sasa hii picha iliwekwa hmm. Baada tu ya uh, baada tu ni mapema tu, aliweka picha hii baada tu ya kurejea Tanzania hapa. Kwa hivyo ilikuwa kabla ya mechi, ilikuwa kabla ya mechi hii wakati wa mkutano <laughs> <laughs> aanleo mm. <laughs> <laughs> nakutegea <Mwana> <Mengina. laughs> yeah, lakini nashukuru tu, nilijipongeza kwa sababu mimi nilihusika na na ulichokitaja hapo oh. uh-huh. kazi vile ambavyo inastahili kufanyiwa kazi. Kwa hivyo nilifanya kazi vizuri, ukipitia katika ukurasa wetu wa Instagram wa Azam TV Sports, mm. lakini Azam Sports bila shaka tulifanyia kazi vile ninavyostahili mkutano wa sasa nazojana nimefuatilia sana kupitia pale pale eh? Mm -hmm. Ulifanya kazi nzuri. Kuna watu wanasema mangasole. Kuna watu kwa, kwa nacho Eh? Kikoti. Kikoti, lala popote. Asante sana Ali kwa taarifa zako ambazo umet umetuletea hapa, mmoja kati ya watu ambao mara zote huwa tukikutana nao hapa kuzungumza taarifa zile zinazojiri mitandaoni kwenye upande wa michezo. Amekuja na taarifa nyingi, lakini akituacha mwisho na taarifa hiyo ambayo umeiona hapo picha ambayo mara nyingi huwa inamtambulisha Ally Kamwe akiwa anafanya mambo yake. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania tunaenda mpumziko tukirejea bado tupo nawe. Kumbuka bado the pitch haujaisikia nini ambacho kinajiri kimataifa wakati ligi mbalimbali zilichezwa ligi kuu ya England, uh, li, li, ligi ya La Liga lakini ya uh, uh, miongoni mwa ligi ambazo ulizifuatia Serie A. Napoli na Roma walikuwa dimbani. Nini ambacho kimejiri? Tukirejea muda si mrefu tutakuwa na mengi ya kuzungumza.